Ameshaona mauti imekuja. Oh, nabii wa Bwana anaenda kwenye ile nyumba ya mwanamke mjane. Mungu akumwambia kwamba ile nyumba ina njaa? Hapana, alimwambia mwagiza, aende akakulishe. Biblia, Biblia inasema inasema Elia alipofika pale akakutana na mwanamke langoni, anaokota kuni, akamwambia, naomba maji, maji, maji ya ya kunywa kunywa. Yule mama maji ya kunywa alikuwa nayo ndani, akaenda kuchukua maji. Akiwa anaenda Elia anamuita, anamwambia, kabla hujaleta maji ya kunywa Nina njaa, natamani nipate chakula. Yule mwanamke anamwambia, kama Mungu wako aishivyo, sina chochote ndani. Hivi unavyoniona, ninaokota kuni kwenda kupika kile kilichobakia cha mwisho, ili nipate kufa mimi na mtoto wangu. Eliya anamwambia, nenda kanifanyie kwanza mimi, ukaniletee mimi kwanza. Utakaponiletea, Bwana asema hivi, lile pipa halitapunguka, katika jina la Yesu Kristo, wala mafuta hayataisha. Yule mwanamke akatengeneza imani kwa neno la